Ninayo machache ya kuzungumza kuelekea mchezo wa kesho, lakini la kwanza la msingi kabisa ni kuhusu uh, technical bench yetu. eh, najua tukimaliza huu mkutano hapa, kutakuwa na maswali mengi yanaendelea huko. Tumeshaona Yanga imemtambulisha kocha mkuu, tumeona Yanga imemtambulisha kocha msaidizi, tumemwona leo kwenye mkutano wa waandishi wa habari kocha Patrick Mabedi.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 Mchezaji kama Celestine Eku ambaye yeye umuulizia yuko fit 100%. Haukumuona kwa sababu za kiufundi na utamuona kwa sababu za kiufundi hivyo hivyo. Kama mechi itamuhitaji na mwalimu ataona game plan hii inamuhitaji Celestine Eku duduashaliko tayari kwa ajili ya hiyo kazi, kwa hiyo muda wowote, nafasi kupatikana, atapewa na atakuja kwa tu. Ni wachezaji wote wewe, eh, hujamuona pia eh, Faridi Musa pia hujamuona tunahitaji wengi ambao bado hawajaonekana na taratibu za mechi watu ishirini na moja benchi wanakaa, si ndio eh? Benchi wanakuwa kwenye, kwenye taratibu za, za mchezo kumi na moja wanaanza na wengine wanakuwa wamekaa kwenye benchi pale. Kwa hiyo sio wote ambao tumewasajili utawaona kwenye mechi, maana yake kuna plan mwalimu anaandaa na hiyo plan ikimuhitaji mchezaji fulani.